Bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi waala alihi wa sahbihi wa man wala amma baad. Hapa tupo katika hospitali ya rufaa Kitete ndani ya manispaa Tabora, mkoa wa Tabora. Tumekuja hapa eh, tukiwa viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya lakini pia tukiambatana na viongozi wa kata ya Kiloleni, shekhi wa kata, pamoja na viongozi wengine, tukiwa na katibu wetu wa wilaya, pamoja na viongozi wetu wa serikali, akiwemo kiongozi wetu mgombea wa udiwani kata ya Ipuli. Lakini pia mbele yetu pia tunao viongozi wetu wa hospitali ya Rufaa ya Kitete, tunaye daktari mfawidhi, tunaye hapa pamoja na waandamizi wengine. Lengo la kuja hapa ni kuja kuwasalimia wagonjwa na kuwaona wagonjwa na kuwaombea dua, lakini pia na kuwapa zawadi kidogo ikiwa ni miongoni mwa mafundisho ya Uislamu. Tumefundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba tunawajibika kama waislamu kuwatembelea wagonjwa na kuwaombea dua kila wakati, lakini pia uh, jambo hili ni katika kusherekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambayo yatafanyika siku ya Jumamosi katika kata ya Kiloleni. Imekuwa ni kawaida yetu sisi kama BAKWATA wilaya, tunapokuwa tunafanya majambo kama haya ya hafla mbalimbali mbali. basi huwa tunatanguliza baadhi ya kazi mbalimbali mbali ambazo tunaweza tukazifanya za kijamii. Wakati mwingine hufanya kazi za mikono, kwa maana usafi wa mazingira, wakati mwingine huwatembelea wafungwa, huwatembelea wanafunzi, na wakati mwingine huwatembelea wagonjwa lakini pia huandaa hata michezo mbalimbali mbali, ikiwemo mpira na, na michezo mingine ili ikiwa ni shamra shamra za kuendea maulidi na mazazi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwaka huu maulidi yetu tumeona tuiambatanishe na vitu vifuatavyo: moja ni jambo hili la kutembelea wagonjwa, kuja kuwasalimia wagonjwa, kuwaombea dua, lakini pia na kuwapa zawadi kidogo ya sabuni lakini pili, tutakuwa na ziara ya kwenda kuwatembelea ndugu zetu na mashehe zetu ambao waliotangulia mbele ya haki huko makaburini, tutakwenda kwa ajili ya kuwaombea dua. Lakini tatu, tumeandaa michezo tumeandaa michezo mpira wa miguu ambao tutacheza sisi mashehe pamoja na viongozi wa Kiloleni, tutakuwa ni mechi kubwa tu ambayo itafanyika kesho e, baada ya swala la asiri jioni katika uwanja wa vita pale, itakuwa vita vita kweli, kwa maana ya kwamba kwa maana ya kwamba tutapambana na viongozi wa wilaya na viongozi wa kata husika, ambapo ndio jambo lenyewe linafanyika katika kata yake hmm. Na mimi nimepangwa kuwa nitacheza namba mbili, hmm. Na shehe wangu wa kata kule Kiloleni, shehe Nasr, atakuwa golkipa. Basi wallahi mambo yatakuwa mazuri, njoni tu muone namna tunavyowafundisha mpira hawa vijana wa Kiloleni, wakubwa wakubwa tu wilaya, wilaya tu eh? Amen. Kwa hiyo hawezi kutufunga. Kwa hiyo yote haya ni shamra shamra za kuendea mazazi ya Mtume Muhammad. Uh, lakini michezo hii pia tumeiandaa ili ku, ku, kutangazia umma kwamba swala la, la, la, la michezo Uislamu pia umelizungumza swala la, la mazoezi ni swala muhimu pia katika Uislamu. Mimi kwa jina ninaitwa Farida Mashaka niko katika kikundi cha Naharaku Kikundi hichi cha wanaharaku cha kinamama hakibagui mdogo mkubwa. Kwa kweli, nilipokuja kuingia katika kikundi cha wanaharaku ya jumuiya ya kinamama, changamoto ni nyingi sana. Kutembelea wagonjwa linakugusa katika nafsi, unapoingia kila hodi, unapomwangalia mtoto mkubwa, imani iliniingia sana na nikakipenda kikundi cha wanaharaku nami nikajumuika na, mpaka sasa niko hapa mkoa Tabora Kitete. Nimefurahia sana, linatugusa sana kina mama. Na waombeni tukusanyike, tukutane, tupende kutembelea wagonjwa, tushikamane. Karibuni sana hapa Tabora Kitete. Kwa jina naitwa Nasoro Musa Kasim. Kiongozi wa dini kunako nafasi ya shekhe wa kata kata ya Kiloleni, kata yangu. Mwaka huu kuna utaratibu wa kuadhimisha mazazi ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ambayo yatafanyika tarehe ishirini na tano kesho kutwa Jumamosi. Hivyo sasa, tuna kawaida sisi kama viongozi kunako dini kuwatembelea wagonjwa katika hospitali kuu ya mkoa kwa kufuata mwenendo wa Mtume huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye alikuwa yuhibu lfukaraa walmasakin wayajilismahum, akiwapenda watu wadhaifu katika hali. Nasi tulishagundua huko mwanzo kuwa sehemu chache ya wagonjwa asilimia tano huwa wana uhitaji mkubwa sana kusaidiwa na jamii. Sisi kama viongozi tulijipanga kulisimamia hilo. Tuwaomba Waislamu wengine wanaosikia kauli hii wajitahidi kutunga mkono kutoa sadaka zao ili kulifanikisha hili. Kwa hayo machache wala afu aminkum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Rukia Rajabu Rashidi, ni mama ambaye limeingia kwenye kundi hili la alhalaqu. Kwa kweli nashukuru sana sababu ni mambo mengi, changamoto nyingi zinatukuta sie wa makamu, haya mitihani mingi. Kwa hiyo ukiingia kwenye kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda, kila jambo linakuwa jepesi kwako. Nashukuru sana kwa hili kundi, nimejifunza mengi, nimeona mengi, wagonjwa wanatia imani sana. Tunaomba kina mama, kila analosikia hili swala, naomba ajitokeze. Kwa unacho huna, yani hakina tatizo, hiki kikundi wala hakina mambo mengi Yaani ni wewe tu kujitoa kwako na kujua kwamba ina, ipo, le, ipo siku, kuna leo na kesho. Usimwone yule yuko kalala kitandani, we mwenyewe ipo siku utakuwa na hali ile. Unatakiwa ukumbuke, hapa tupo, kuna leo na kesho, leo anaumwa huyu, kesho ataumwa huyu. Basi na mambo mengine unatakiwa ufanye. Kwa sababu ya nini? Kujitangulizia uko mbele kwa Allah subhanahu wataala. Wahadha, ssalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu